Baada ya bifu zito la msanii Diamond pamoja na msanii Harmonize kufikia mwisho, haya basi tumeweza kuona mashabiki wengi sana wameweza kutamani kupata ile ladha ya muziki kati ya msanii Diamond pamoja na msanii Harmonize. Tunakumbuka ngoma ya mwisho kabisa hawa watu kushirikiana, ilikuwa ni ngoma ya msanii Harmonize kipindi akiwa katika record label ya WCB. Ngoma yake ya Kwangwaru ilikuwa ni ngoma ambayo ilifika mbali zaidi, na ni ngoma ambayo ilimpatia msanii Harmonize views nyingi sana katika ukurasa wa YouTube, aliweza kupata views milioni mia moja, jambo ambalo Harmonize kwa binafsi hajawahi kupata views nyingi katika ngoma yake yoyote kama hiyo ngoma ya Kwangwaru ambayo alimshirikisha msanii Diamond Platinum. Kuna ngoma nyingi sana ambazo Diamond pamoja na Harmonize walifanya kwa pamoja kipindi ambacho Harmonize alikuwa chini ya msanii Diamond Platinum, chini ya record label ya WCB wa Wasafi, lakini kwa sasa hivi kila mmoja anajitegemea Diamond record label yake ya Wasafi lakini pia msanii Harmonize, naye pia msanii Harmonize label yake ya Konde Gang. Unaweza kuona hawa wasanii wote wawili ni wasanii ambao wamepambana kwa asilimia kubwa sana na wana mafanikio makubwa sana katika sanaa ya mziki. Na msanii Harmonize ni moja kati wasanii ya wasanii ambao wametoka katika record label ya WCB na wana mafanikio makubwa sana tofauti na wasanii wengine ambao wameondoka katika record label ya WCB na wameenda kupotea katika sanaa ya mziki. Ukiangalia kwa mfano, msanii Rich Mavoko. Rich Mavoko baada tu ya kuondoka katika record label ya WCB ni kama vile mziki wake umegoma kusikilizika kwa watu, lakini pia mziki wake umemgomea moja kwa moja, hausogei kabisa. Na sasa hivi mashabiki wametamani sana kupata ladha ya mziki wa msanii Diamond pamoja na msanii Harmonize, na siku leo uh, producer S2Kizzy ameamua kutujuza nini ambacho kinaendelea kwa sababu waliahidi wenyewe kwamba wataweza kuleta ladha ya mziki wa pamoja, na watashirikishana uh, wa ya pamoja tu, mambo mengine yaweze kuendelea. Producer S2KIZZY ameweza kufunguka swala hilo na na kukiri wazi, ni ni ni ni ni ni ni kitu kitu gani gani ambacho ambacho kinaendelea, lakini lakini hiyo ngoma ngoma ni lini ambapo itaweza kutoka, itakuwa itakuwa itakuwa ya msanii msanii Diamond au ni ya msanii Harmonize kitatokea? Ukiangalia ok, uh, ni producer ambaye mara nyingi sana huwa anasimamia kazi za msanii Diamond Partner, tuamini huenda hiyo ngoma ambayo Tayo, hawa wasanii wawili wanataka kushirikishana. Huenda hiyo ngoma ni ya msanii Diamond, ameamua kumshirikisha msanii Harmonize ili mradi tu uweze kufika mbali zaidi. Lakini yote, ya yote tunaweza kusema mashabiki wataweza kuipokea hiyo ngoma sana, kwa asilimia kubwa, licha ya kwamba sasa hivi wasanii mapokezi yao ya muziki yao imekuwa ni ngumu sana, hayakuwa ni mashabiki wamewasusia wasanii, na hilo ndo jambo ambalo linaendelea kwa sasa hivi. Msanii yote ambaye anaachia ngoma kwa sasa hivi ngoma yake inaishia katikati haifiki mbali. Uh, views milioni moja kwa sasa hivi, wasanii wanazitafuta kwa tochi kwa asilimia kubwa sana. Producer S2Kizzy ameweza kuthibitisha wazi na kudai kwamba muda wote, uh, saa yoyote Diamond pamoja na Harmonize wataingia studio kwa ajili ya kufanya maandalizi ya ngoma yao mpya, lakini pia producer S2Kizzy kitu ambacho amekizungumza amedai kwamba mashabiki wanatakiwa kukaa mkao wa kula, kwa sababu hiyo ngoma itakuwa ni ngoma ambayo itafunika sana, ni ngoma nzuri na ni ngoma ambayo haijawahi kusokea, yani Diamond na Harmonize kuimba mapiano kweli. Hebu tuendelee kusubiri tuone nini ambacho kitatokea. Ukiangalia, Diamond aliwahi kufanya muziki wake wa mapiano na ukafika mbali zaidi, na ni muziki mingi sana amefanya, lakini pia Harmonize muziki wake wa mapiano ulifika mbali zaidi. Hao watu wote ni wakali wa kufanya sanaa ya muziki Yaani, kiufupi wana mbinu za kiufundi ambazo mbinu hizo zitawasaidia wao kuwapa furaha mashabiki zao kwa asilimia uh, kubwa sana, kitu ambacho producer S2KIZZY ameamua kutujuza na ameamua kutuonesha ni kwa namna gani hiyo ngoma itakuwa ni ngoma ya kufunga mwaka, itakuwa ni ngoma ambayo itasababisha mashabiki waweze kushabikia tena mziki wa wow, wasanii hawa wawili Diamond pamoja na msanii uh, Harmonize, jambo ambalo kila mmoja amekuwa akitamani kuliona kila mmoja anatamani litokee Leo kesho, hebu tusubiri tuone nini ambacho kitatokea hapo mbeleni, yani ni kitu gani ambacho kitaendelea, kwa sababu Diamond amejipanga vikali, lakini pia Harmonize na yeye pia ameweza kujipanga vikali kuachia hiyo ngoma au kushirikiana na msanii Diamond katika hiyo ngoma. Na inasemekana hiyo ngoma ni ya msanii Diamond, anaweza kumshirikisha msanii Harmonize, na huenda baadaye Harmonize akawa na ngoma yake akamshirikisha msanii Diamond Platinum. Na huo ndio upendo mkubwa ambao wasanii wa hapa Bongo wanatakiwa kuwa nao, jambo ambalo l wasanii wengi wamekuwa wakijigawanya katika matabaka, kila mmoja akiwa na msanii wake anayemkubali, au akiwa na rafiki yake e, basi wanafanya ngoma watu ambao wanajuana sana. Lakini kitu kizuri ni kwamba Diamond na Harmonize wameamua kushirikiana kwa pamoja kama hapo zamani walivyokuwa wanafanya kazi. Tuache maoni yako, lakini pia usisahau kusubscribe.